Afu amna mtu yoyote unafanya siri mwenyewe, au sio? Sasa sikiliza, ni kwa. Sasa hivi mjomba, hey, anaonekana umekua. Si jambo. Sijambo. Haya, nikusaidia nini, japokuwa inaonekana kuna baadhi ya watu wanapeleka pale vineno vineno fulani, ili mradi mimi nionekane miayosho nasikia d7 bwana ana mimba. Wewe yule tena? Ndio, niko na bizana naye hapo nje, na bizana naye kelele. Nimekwambia umoe yeye, uniachi mimi. Hey. Ah. Pata chimbika. Unajua kuna wakati mwingine kama kweli hivi <laughs> <laughs> Namba unisikilize. Mimi na mi nahikuli atukuongea vizuri tukamaliza, alafu una sira sisi zitakuwa sira zako zimeshuka. Sikiliza, nilisema tangia mwanzo nataka unyoke unijibu kama nilivyokuuliza usipindepinde. Yaani stori yake ilikuwa ijulikani mwanzo kati, wala mwisho, kwa sababu muda ute dada alikuwa anaonekana anakimbia Mwanangu. Cha baba mwanangu, maisha kweli bonge moja. Ulikaa ukafikiria, uliumiza kichwa, ila tu kuna mapungufu kama mawili matatu hivi. Tatizo <tapu> lako ulikuwa unazingua. <tapu> <tapu> <tapu> Nisikilize cha mwisho, wewe katika ku direct location zinajirudia. <tapu> mshaelewao eh? Zinajurudia, amini mimi ninachokwambia. Cha kwanza wasanii uliokuwa nao walikuwa wanajitoa wanafanya vizuri, yani katika kucheza walikuwa wanacheza vizuri, wanajitahidi. Ila tu kuna sini kama tatu nne hivi, kama ile sini ambayo mdada anadaiwa, mshamkumbuka? Mtu wa madeni. Sasa, eh, mtu wa madeni <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kitu kingine, yani ule dada mili, yani story yake ilikuwa ijulikani mwanzo kati wala mwisho yani. Amecheza vizuri unajua yani katika uchezaji mm, alikuwa iko vizuri kweli, ana mudi kweli, ni mtu ambaye kama kweli anadaiwa mm. Unajua lakini mwanzo mwisho yule dada alikuwa anakimbia tu, hatujaona vyombo vyake vilivyotolewa, tunaona tu anakimbia anakata kona, mara sijui mume wake alikuwa yupo karudi naye anamtafuta Uh, wei, ni tofauti na ambapo wewe, kwa mfano, kama nikikupa scene ucheze hapa sasa hivi ninapokuhadithia, wewe, kuna vitu vyako mwe utaongeza, sio sio, ila pia huko, mmoja kati ya watu ambao unawapa hizo scene, kuna wengine wanajiongeza, kuna wengine hawawezi mm -hmm, kujiongeza. mtu unampa script ajaifanyia kazi tayari, kashatondoka sijui. So, anafanya kitu ichi, ana chat na nani yani hivyo. Kwa hiyo, hii ni story ya kitu. Kirudi kwenye uhalisia, haitakuwa hivi. Kwa hiyo, hayo mapungufu yasikutishe mm -hmm. Lazima ukubali mapungufu ili ufanye the best. Hapo <laughs> umesikia kuna sini ingine. Kuna braza mula amecheza yuko na watoto. Ah, somebody. <laughs> <laughs> hey, <lili laughs> <gumbia muru> uwa, anaitwa somebody. Eh, umona. Sasa ile sini hey, mwanangu, ile sini kubwa. Tuachane nauko tulikotoka. Ngoja hmm. Sasa ni kupe chapter two. <muching> Tunakimbia madeni, pesa kweli hatuna pe. Tukona wakija wakini,

Salama mwanangu, vipi hali? ah, hali sio shwari eh eh, labda kama kabla sijaenda sehemu, yani kabla sijaenda kote huko mama. na watoto wangapi? <laughs> mimi nina watoto wengi, mimi nina watoto wengi. Sawa, una watoto wengi, lakini kuna binti mmoja anaitwa Mamu, unamfahamu Mamu? Mamu, Mamu huyu mdogo wake na naijo huyo huyo He he. Mama, kaa tulivyoongea kwenye simu nivokupigia jana, tukazungumza. nimekuelewa vizuri sana mwanangu. hmm. ana matatizo na matatizo vibaya. Yule binti amenifanyia kitendo cha unyama sijapata kuona. He. yaani mpaka nimekuja kukuambia, nimetoka huko nilikotoka, me kwenye simu niko naona kama hatuelewani. Ina maana kwamba yule binti anatembea na mkaka ambaye mimi tayari nimesha naye barua na anataka kunioa. Wewe can you imagine mama, ebu hicho unachoniambia. hmm. naona kama <laughs> anatembea, anatembea na mchumba wangu eh? anatembea na mchumba wako na mchumba wangu ambaye kashanitolea barua. Nataka mama, huyu huyu huyu huyu mama <laughs> Kama kweru deni imeisha. Mjomba, mambo unayofanya ni ya kitoto na ya upuuzi na ya kipumbavu. Ah, asa kivipi mjomba, mimi nimekosea nini? Mara ya mwisho ni lini kwenda kwa mama yako? Ah, asa mjomba ukisema hali za mama, mama mi waga naongea naye kwenye simu. Sio lazima mpaka niende hivyo vitu vya kizamani. Siku zote tunaongea kwenye simu tukimaliza, tumemaliza. Siku yoyote mimi nimepata muda naenda. Shida iko wapi? Tembo, kipatikana mimi naenda tu kumcheki bi mkubwa. Sikia nikwambie. Ehe, mke wangu, maana umenitoa mbio mpaka nafika hapa. Unajua tumezungumza kwenye simu lakini kasi ya kuelewa vizuri nikuona bora nije kusikilize. Kuna jambo gani? Ni kweli mume wangu, mimi nimekuita hapa. Kuna jambo nataka tuzungumze mume wangu. Mhm. Lakini jambo lenyewe sina uhakika sana kama iliko ndani ya sheria ama nje ya sheria, lakini mume wangu, kama jambo lenyewe nitalizungumza nikawa nimekukosea, naomba unisamehe, kwa sababu sitaki kukukosea chibabu yangu. Unajua nikuambia kitu, haujawahi kunikosea ni, ah, hmm. <laughs> ni jambo gani? Ah, jambo lenyewe mume wangu ah, mpaka anaogopa hata kukuambia. Hapana, usiogope. Wewe zungumza. Utakubali kweli? Ndio kitu ambacho nawaza. Ushae kuniambia kitu nikakataa toka tumeoana? Mm -mm. Hapo ah, tu ndo ninapokupendea. Napokupendea <laughs> <laughs> mume uh -huh. uh -huh. wangu mm. Mimi kuna rafiki yangu mm -hmm. Tuna tunapendana yani, mm unajua tunapendana -hmm. tumeshibana. mm habari -hmm. ya kusema, si umeongea naye kwenye simu hivi na hivi. hii ni mambo ya, ya kitoto. unachotakiwa uende wewe kwa mama yako sawa. Mjomba, unajua nini ankali, mi swala la kusema kwenda kwa nitaenda kwa, kwa, kwa bibi mkubwa. mimi nitaenda bibi mkubwa. tatizo anashindwa kutofautisha maisha ambayo walikuwa wanaishi wao na maisha ambayo tunaishi ah, -ah. Nikwambie ni kitu mjomba, yaani wewe unanichanganyia mada, kwa sababu mimi nimetoka huko na vipengele vyangu vishanivuruga kwenye kichwa changu sijui nailewa mjomba. Sasa ninapokuja hapa mjomba, unaanza kuniambia habari za mama, sijui sijaenda wapi, sijui unanichanganya, kwa sababu nimekuja hapa mjomba, mimi na vipengele vyangu. Vipengele gani? Sina mambo yangu binafsi. Mambo gani? Na uwezi amini mama alitunijibu mimi. Nilimfuata. Ulimfuata mama? Nilimfuata yule binti. Ehe. Yaani kanijibu, uh, ani utafikiri kwamba hajali chochote kwenye maisha. Sikiliza mwanangu, najua ni kitu gani ambacho unaumia kwenye moyo wako. Mama, inaniuma, inaniuma binti yes, mdogo kunifanyia dharau. Sikiliza mwanangu, we ni mtoto wangu na yule ni mtoto wangu, sawa? Hivi ulishawahi kuongea naye vizuri kabisa? Mama Samana, samana wa kushtua, unanifahamu mimi sasa? Nikufahamu mitanisaidia nini? Au nikufahamu? Sikia mimi juaa nyumba kumi, okay. Anyways sijajia hayo. Hata hivyo, unatembea na mume wangu. Aki ya Mungu kamungu wale uwe ndacha kunifurahisha. Mume wako uliolewa lini? Basi sijasikia harusi yako na kadi ya mwaliko sijapata, au wachamkeka mwezi wetu ile kimya kimya. Sawa, natembea. No, nalimo comment. No comment. Nakuuliza mara pili unatembea na Limu? Simjui Limu waya white paper, kila kitu hujui wala ufahamu. Hivi mi nimluka nyumba ngapi huko mbanga, ja kukuta wewe hapa unasema humjui Limu, unasema no comment? Sasa hivi hapo ulipo unaingia ndani kwa kina Limu, alafu unasema wewe humjui Limu, unasema no comment. Nimeshakwambia matarumbeta nimekuja kuuliza mara kwanza na nimekukuta nje kwa kinaLimu, unanikatalia fine, hakuna shida ndio ha? Alivokuwa amekwambia hivi hmm. Inaniuma basi. Sikiliza mwanangu yani. Usilie Mariamu ndo amekueleza hivyo mamu? Huyu huyu mtoto mdogo vile. Basi sawa mwanangu, mimi nimekuelewa, nimekuelewa kipenzi changu. Usilie, nimeisha kuelewa, nitakupa majibu. acha nikafanyie kazi mama. Acha nikayafanyie kazi. Wote nyinyi watoto wangu. Mariam, mamu. <laughs> Hmm. Sasa, ankali, unavoniambia mambo, mambo, kama haya. Ah! Usiniletee bali za kizungu, ankali, ankali, ankali, maana yake nini? Umenipeleka wewe shule, mimi kwenda kusoma, kuongeza ankali, ankali. Sema, mjomba usinite, ankali, mimi. Sasa mjomba, mbona na wewe tena unakuwa kama dada yako, rafiki yangu. Mjomba huyu unapaniki paniki tu ovyo ovyo. Kama dada yangu? Sijamaanisha hivyo unavyofikiria wewe mjomba, maana wewe uchelewagi mjomba, tusianze kuingia na mwilini. Yaani inamaanisha kwamba na wewe siku hizi umekuwa na hasira, asira za karibu, sijui. Umenielewa? Mama yako kesi kwa alamika ananipigia mimi simu, hauendi. Maana yake nini? Mjomba, acha mambo hayo ya kizamani. Mimi nakukubaliki sana mjomba wangu, acha balii. Ah, ah, usinambia. Sikiliza nikwambie, hizo pigo zako za kiuni peleka huko. Yaani wewe na dada yako ni ah Yaani, unani- unaniangusha mjomba, mi wewe ndo tumaini langu. Mi kuna vitu kibao naona nikisha nikisha kujiona nimefeli na kuja kwako mjomba, sasa mjomba naye tena umekuwa yaani tena hata na si kwa... ah! ah! O, dadako ananafuu sasa hivi, sijui hata nimekukwaza nini, ushaona. Sikieni kwambie, ondoka mjomba. Nenda, bwana we, vipi ah mjomba, bwana baba Baba yangu mimi nimekuja hapa nimekuja kwa sababu ya kukuomba samahani na kuomba unisamehe kwa kile ambacho nimekifanya au kwa kile ambacho kimejitokeza. Achana na msamaha. Na bado nina mambo mengi sana ya kuzungumza na wewe. Na vitu vingi sana vya kuongea na wewe. Hivi wewe unajua lugha ngapi hapo duniani? Ni kuongeleshe unielewe, kwa sababu mimi na lugha nyingi sana nazijua. Cheza in tumekuwa wote, tumecheza wote, tumesoma wote, yani kuanzia chekechea mpaka la saba. Mm. Form 1 mpaka form 4 tulifeli tu, tu kwenda five na six. Mm -hmm. Oh. Sasa mume wangu, mimi hapa nipo, huyo rafiki yangu ana ana shida na shida yenyewe, ana shida ya kuolewa. Rafiki yangu apati mume apati nini? Hasa ni shida kama anataka kuolewa, ni vizuri. Na we rafiki yake amekushirikisha anataka kuolewa, ni jambo jema. Sasa ndio ungenisikiliza, ujue nataka nikwambie nini. Shida sio kuolewa, shida huyo mume mwenyewe kumuoa. Mi nimependekeza we ndio muoe, yaani mimi ubi mkubwa, yeye ubi mdogo. Maisha kweli kipenzi. Chika nini jamani? Ah, sindoenda kuisha au inaanza, hata sielewi. <laughs> Jamani, hivi ikiwa tu mtu umeoa na una mkeo mmeishi vizuri kwa muda mrefu kabisa, lakini sasa ukamwambia bwana, mke wangu, nataka niongeze mke mwingine, hicho kimbembe chake vurugu zake ni lazima kuwepo na vipengele. Kwa hiyo nataka kuoa mi, nimefanyaje? Nimpungika na nini? Sijui nimpungia wapi? Sasa leo hii mpenzi wangu anaambia, rafiki yako wa damu uloshibana naye umesoma naye unacheza naye sijui na nini, leo hii tena naambia wewe kwangu mume wangu, Emgoje. Hapana, hata hivyo baba kama leo pia atakuwa nimekukela au nimekuuzi mimi nimekuja hapa je, kukuomba samahani. Mzee wangu, sikiliza tafadhali, leo sina muda wa kuongea, kabla sijaharibu sheria ya nchi na kuomba uondoke. Maisha kweli kweli kweli kweli, nasema uondoke. Maisha maisha maisha kweli, sikiliza nikwambie Unaonekana umejivisha ngozi ya kondoo wewe, ngozi ya chui nayo wewe, ngozi sijui ya chatu nayo wewe, ngozi sijui ya mnyama gani ule, sijui simba unayo wewe. Mtu huyu mmoja mwanangu. <laughs> Sasa mama, Aha. Kwani tatizo nini? Mimi ndo mama. Mama unajua, najua kuna baadhi ya watu mistaki kabisa, wewe karibu na wewe kwa mambo kama haya. Nakuja naitaterumbea tu akipuzipuzi. Kwani kuna shida gani mamangu? Mkabaji wewe ah! Mwizi wewe na mambo mengine ya ajabu ya ajabu. Mwanangu, unataka kuniua, unaniambia ni wewe tena kwa kauli yako mwenyewe. Hapana. <laughs> <laughs> <laughs> <Chukarimi. laughs> na sio ah, ah. So, nakwambia hivyo mwe rafiki yangu ili uniache mimi. Ilo sijasema kabisa tena, futa kwenye akili yako. Mimi nachomaanisha mume wangu, mm. sisi ni watoto wa Kiislamu, alafu mm. dini yetu inaruhusu mm, sio mbaya akawa bi mdogo mimi nikawa bi mkubwa. Ah, unajua kuna wakati mwingine kama kweli hivi ukiviangalia, ok, ok, kimacho ya mbele kama kweli. Ndio. Lakini, sikiza mke, mm. wangu, ah, dini na ruhusu uko vizuri sawa, lakini kama sijasikia vizuri vile, au mimi sijaelewa nilichoambiwa au wewe, inawezekana ulichonieleza sijakielewa. Hujaelewa nini hapo, mume wangu? Mambo yako wazi yani, aachana na kwamba mimi sijui mwanamke sijui ni yani, aachana na vyote hivyo, mi nachotaka uoe mke wa pili. Na mke wa pili mwenyewe ni nani? Rafiki yangu mimi, upate kumstiri. Jamani bwana, sikiliza mpenzi wangu, sawa? We ni mpenzi wangu, ni mke wangu, nakupenda, unanipenda Tunapendana au sio? Lakini mwanangu, mwanangu, nimeambiwa wewe unakaa hapo. Ah, lipo hizo iso nguo ulizozivaa ukitoka hapa unaenda kuvaa nguo zako za ajabu ajabu, unajua mama yako. Hey. Eh, nisikilize mamangu. Hao <laughs> wananichalazia tu siushanlewa mama e, e, yani hao wanachotaka yani, mwisho wa siku ukiwa unasikiliza sana, utakuja kukua kwa pressure. Sijaelewa mama. Wewe ndio utakaye niua mimi. Hakuna mwingine. Nini unakosa kwangu? Kweli. Maisha kweli, maisha kweli, maisha kweli. Maisha kweli. Habari? Nzuri. Ah, so, so basi Bibi, mbona uko hapa? Nakuja kufuata nini hapa?